Aya. Naomba, naomba microphone eh, shika hiyo dm. Nataka huyu uh, mdogo wangu anaambia kitu kimoja that he remembers that once baba said utoke na tenga kumi na na usiseme usiseme moja, na usiseme ah, yeah, tendawili sema kitu kingine. Mimi naitwa Panadal ole Extra, nimetokanaro kaunti. Nakumbuka kitu moja ambayo vijana wanalo tunajifundia hadi waleo t7 Baba alisema atarudi pale Kibera kupika mandazi, lakini msitu wa mao irudi kwa wenyewe. Yes. Asante sana, asante, asante. Uh, Hi vijana yo, Vijana, vijana vijana Nairobi, kwa majina naitwa Edwin Odongo, youth leader wa Raka Constituency. Baba Raila Amolo Odinga alisema tuko kwa serikali ya William Samoei Ruto na tuko na na tuko kwa broad based government. Sasa huyu sijui kama nimpe nimpe kumi ama nimpe tisa? Ashika ama tell me tell me this one thing that baba wants said, na usiseme mambo sasa, mambo progressive. Asante vijana. Wewe Baba alisema anataka vijana wote na kina mama na wazee waungane bila ubaguzi yoyote, Kenya mzima. Na wewe eh? Unasema vile ulielewa baba alivyosema. Sema baba, ile kitu alisema yeye mwenyewe, kama vile alisema Tuesday! Tuesday baba alisema, wakati baba alikuwa uhai alisema, alisema, alisema sisi kama Wakenya tuungane, na ya pili pia alisema 10 points, 10 points agenda ya kwanza alikana president William Ruto. Awe shika tu. Wewe nimekurumia msichana mmoja hapa. Msichana mmoja hapa msichana mmoja Msichana mmoja hapa msichana mmoja hakuja hapa. Ah, ondoke wapi? Sasa, aya wasanii wawili oda, ngoja kidogo, ngoja kidogo, tulia wasani wawili nataka. hiyo mimi nikiulizwa niseme one thing that once baba said nitasema siku moja baba alisema behind every successful man there's a woman baba then said i was in nigeria with a friend friend for a a a a conference then my friend said how how stupid are these europeans how can a woman woman be useful useful behind a man a woman is more useful in front of a man sasa namna hiyo vijana power. Wacha na power, sema. Haya, Raila once said tukiwa kwa siasa alisema tukiwa Meru hadi za Jubilee ni kama mnyambo wa punda. Huyo umetoboa huyo. Hama. Baba once said, ilikuwa yako na sasa imekuwa yangu. Alisema wapi? Ah, uh, kwa rally. <laughs> huyu ni wa 5000, huyu amepenya, huyu ashika microphone, patia 5k huyu na huyu. Baba one said, usione simba amenyeshewa ukadhani si ni ni ni paka. Huyu, huyu, huyu, 3000, 3000, 5, 5, 5, 5, mpe. <laughs> <laughs> a aya, <ama>. <laughs> <laughs> aya. Asema wewe. Baba alisema nobody can stop reggae. Asalala. Iniwatanga kumi. Aya, mpatie tenga kumi umpe. Amesema nobody can stop reggae. Aya. Chukua wewe, ngoja chukua tanga kumi hapa. Maliza alafu DJ Spider.